Leo kwa sababu WDC yetu ni WDC ya mwisho, na hii si kazi ya leo, ni mchakato tumeuanza mwaka jana tukipanga, tuwa na WDC maalum, tua na WDC maalum. WDC maalum, maana yake inaunganisha hata wale wasio wajumbe wale. WDC ni kamati ya maendeleo ya kata, ambao watume wake halali ni wenyeviti wa vijiji Afsa mtendaji wa kata pamoja na diwani wa kata. Sasa usipopanua wigo, na maana yake tumefanya ushirikiano na chama ngazi ya kata, wakati mwingine tuwaalika hata viongozi wengine ili tuwe u, wengi kwa ajili ya. Lakini namba ya pili, kuna kale ka ai akajua, si kwa Kiswahili tukaita kwenye kofia Ielewe jamii unafanya nini, yaani ukitaka kuwa kiongozi mzuri, ielewe jamii unafanya nini. Amachirugo batai baterize ukamanye, amachirugo baeza ukakireke. Na ndiyo maana kuna miradi bado inatetemea, lakini kutokana na uelewa jamii unayoongoza, ugawe madaraka, sio kila kitu mekiatamia. Ondoa uonevu mwisho Akole, ya mwisho inasema, inua kipato cha watu wako na waongoza kuinua kipato cha watu wako na waongoza, sio kuweka mfuko hela za watu, ni kuwagawia maarifa kwamba hiki kinaweza ikafanika, ikafanika hivi hiki,

tunataka mabadiliko. Kati ya sogorambeli sasa, mabadiliko ni kufuta hali iliyopo tukarudi nyuma, au ni mabadiliko kwenda wapi? Na ndio maana tamani tarehe ishirini na nane milango iko wazi, si mimi ndiye mwenye kiti, ndienda kwenda tena kutetea kiti mimi, kulingana na sera ya chama cha Mapinduzi una haki ya kuchagua au kufanya nini. Lakini marefa lini, akina nani refa? Ukichagua timu mbovu, unaweza ukaivusha, lakini kaenda kupigwa kwenye fainali, utapiga picha. Lazima upime nyakati, nie waite wa, wa, wa,

Kwa hiyo ya kwanza ni mtangulizi Mheshimiwa mwenyekiti kata ya Songambele inaungwa na vijiji vinne ambavyo ni Migina, Itega na Songambele na Tarengagwa. Na ina vitongoji 33. Ni wani moja na viongozi wote ni wa Chama cha Mapinduzi kwa asilimia kubwa. Kata yetu ya Songambele inapatikana kata ya Nkwenda na Kituchekwa kwa upande wa kaskazini. Magharibi imepatikana na nchi ya Rwanda, Kusini imepakana na wilaya ya Karagwe na mashariki imepakana na kata ya Ruamweli. Ina jumla ya wakazi 24481. Waka, na wanaume wakiwa 11910 na wanawake wakiwa 12579. Idadi ya kaya ni 5468. Hii ni kwa mujibu wa takwimu ya sensa ya mwaka 2022. Mheshimiwa mgeni rasmi, kata ya Songa mbele ina mahitaji mengi ambayo ni barabara, maji, vyumba vya madarasa, matundu ya vyoo na nyumba za walimu pamoja na watumishi mbalimbali, ofisi za vijiji na kata, nyumba ya watendaji wa vijiji na kata, na namba za vitambulisho vya NIDA, kituo cha afya, umeme, kupambana na umaskini, kilimo na mifugo, na usalama wa raia Marizawa. Na katika kupunguza mahitaji hayo na changamoto hizo za maeneo, serikali inaweza kupambana kufanikisha na kupunguza baadhi ya mahitaji hayo kama ifuatavyo: miradi ya maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, wenye miradi ya maendeleo tangu awamu hii ya uongozi, kata ya Songamiri kufanikiwa kwenye miradi ifuatayo: elimu, ujenzi wa shule mpya ya uwezo vyumba vya madarasa kwa shule za sekondari Chaniangama na Songa Mbele, matundu ya vyoo, ofisi ya walimu, jumla shilingi milioni 799 sa, laki 678. Kwa upande wa ufaulu katika kata ya Songa Mbele, ufaulu umeongezeka kwa watoto wetu wanaosoma sekondari na cha nyangaba na sekondari mwaka elfu mbili ishirini na tatu kidato cha nne tulifaulu kwa asilimia tisini na tisa na mwaka elfu mbili ishirini na nne tulifaulu kwa asilimia mia moja. Mafanikio makubwa kwenye elimu ni pamoja na ujenzi wa shule mpya ya msingi ya uwezo kuanza kujenga shule shikizi ya msingi ya Igabiro katika kata ya kijiji cha Songambele kwenye kitongoji cha Igabiro. Afya, mheshimiwa mwenyeji rasmi mpaka sasa kata imefanikiwa kuanzisha ujenzi wa zahanati kila kijiji, ambapo vijiji ambavyo havikuwa na zahanati ya yani Chanyangaa, Migena na Kitega vimeanzisha ujenzi na kufikia hatua. Kitega msingi mbalimbali umekamilika na uboreshaji wa miundombinu ya zahanati Songa Mbele ni ujenzi wa vyoo vya kisasa, kisima cha cha maji na kuweka baadhi ya miundombinu ndani ya ujenzi wa vyuo vya kisasa jumla ni garubu elfu hamsini na nane na elfu themanini na mbili milioni hamsini na nane elfu themanini na mbili zimetumika. Kwa umeme, awamu hii ya uongozi imefanikiwa kusimamia ufikaji wa umeme kwenye vitutu vyote. miakatasna mbele na mpango wa serikali mara baada ya vituti vyote kufikiwa hatua hiyo inayofuata ni vitongoji na vitongoji kumi na moja vishawekwa kwenye mpango wa kusambaza umeme, tunaanza muda si mrefu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kupambana na tatizo la maji, maandiko mbalimbali yameandikwa kwenye halmashauri ili kuwekea uzito na upatikanaji wa maji safi na salama, na mpaka sasa sima kimechimbwa katika kijiji songa cha Songambele, miundombinu yake inajengwa na kusambaa maji kwenye kijiji chote, baadhi ya vitongoji vya kijiji cha Chanyangabwa, na kwa kijiji cha Chanyangabwa RUWASA wamesha weka mpango wa maji kwenye mpango, ambapo maji yatasambazwa mpaka kijiji cha Mngine. Huku kwa upande wa Kitega, serikali inategemea kuweka mtambo wa umeme utakao kuwa unasambaza maji kijiji kizima. Barabara, mheshimiwa mgeni rasmi, barabara mpaka sasa imefunguliwa barabara mpya kama Mkitutu Kitega Mutoma Kasharaga Chanyangabwa Mkitutu, lakini pia barabara mbalimbali zimeboreshwa, mfano Singiro Kihumo Igabiro Kangarame B, Kafunjo Kangarame B, Chanyangabwa shule ya msingi Mkombozi Mkombozi mwingine na Kangarame B Mkama kwa gharama ya shilingi milioni moja na laki nane, ambapo hatua ya kwanza imekamilika na Songa Mbele Kiumuro, na yamejengwa madaraja kwenye barabara ya Webo Isingro na Kutura Ekangarame ili kupambana na kufunga kwa maji wakati mvua na maji Jumla ya shilingi milioni tisa zimetumika katika kuboresha ofisi ya kata, ujenzi wa ofisi ya serikali ya kijiji cha Nyangwa na uboreshaji wa ofisi ya kijiji cha Songa Mbele. Pia tumefanikiwa kuhamisha ofisi ya kata kutoka kwenye nyumba ya kupanga iliyokuwa Songa Mbele na kuleta kijiji cha Mjina kwenye jengo la serikali, yani ofisi ya mshauri ya kijiji cha Mjina. Kilimo, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwenye kilimo tu la shilingi milioni nne 9eu za kahawa zimekusanywa kwa vyama vya msingi vya juhudi adres nguvukazi cha Nyangabwa igina nasoabele tangu 2021 na 2024 imegaunwa kwa wakulima, na pia upatikanaji wa chakula umekuwa wa kuridhisha japo hali ya hewa inakuwa tete lishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa angalau kupambana na mlo mmoja kwa baadhi ya shule kwenye kipindi cha masomo. Tumefanikiwa kupokea vitambulisho vya NIDA ambapo vimegawiwa mpaka sasa elfu mbili mia tatu usajili thelathini na tatu ambapo uliwalenga wale ambao hawakuwa wapiga waliokwisha kuendesha zoezi la usajili uliofanyika hivi karibuni kupiga picha. Jumla ya shilingi milioni mia mbili arobaini na nane sabini na tano elfu imetolewa kwa kaya maskini ambapo walikuwa mia sita ishirini na nne na sasa wamepungua hadi mia tano thelathini na tatu baada ya baadhi ya wanufaika kuonekana kuwa wamekiuka vigezo na kuacha kufaidika. Pia kijiji cha Kitega nacho kimeingiza wanufaika na hapo uchaguzi wa viongozi wa serikali za mitaa, Mheshimiwa mgeni rasmi, imefanikiwa kwa asilimia mia moja kurejesha viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi wa serikali nne za vijiji vyetu vinavyounda kata ya Songambele, na haya ni mafanikio makubwa ya kushinda dola kwa kushinda al Mwati. Mifugo. Mheshimiwa mwenyekiti, hata ina ng'ombe wa asili elfu mbili mia saba sabini na nane mbuzi mia mbili sitini na watano kondoo mia sita na watano nguruwe mia moja na wanano huku elfu moja mia mbili na tisini baada ya thelathini na nane mbwa mia mbili kumi na tano na paka kumi na moja. Ulinzi na usalama. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali ya usalama inaridhisha, japo matukio machache ya mauaji, ubakaji, wizi yanafanyika, yamejitokeza japo hayajavunja amani na kata imechukua hatua za kisheria ili kuweza kupunguza changamoto. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, kata Songa Mbele inakabiliana na changamoto kadha wa kadha katika ujenzi wa uchumi wa maendeleo na kata kuituma, ambayo ni wananchi kutokuwa tayari kushiriki ujenzi, uboreshaji na utunzaji wa miradi ya maendeleo. Baadhi ya wazazi wa wanafunzi kutokuwa tayari kusmesha wanafunzi kwa muda mwingine kushawishiwa wanafunzi wa shinbo mtihani ili wasiendelee na elimu ya sekondari. Uhaba yu wa miundombinu ya elimu kama vile matundu ya vyoo, nyumba za walimu, vyumba ya madarasa kwa shule za msingi, wazazi yes, na kwa wanafunzi kutokuwa tayari kupeleka chakula shuleni kwa ajili ya lishe ya wanafunzi shuleni ili kuondoa wanafunzi na magonjwa ya yanayosababishwa na kutokula chakula wakati wa mchana. Ingine ya ni baadhi ya barabara kuchelewa kuboreshwa mara unapotokea uharibifu wa miundombinu hiyo, uhaba wa maji safi na salama, wananchi wa wachache kuwa na mida, upungufu wa upatikanaji wa umeme kwenye maeneo ya makazi. Shukrani. Mheshimiwa mgeni rasmi, ofisi ya kata inashukuru Chama cha Mapinduzi na viongozi wake kwenye ngazi mbalimbali kuanzia ngazi ya kata mpaka chini kabisa, kwa jinsi ambavyo ilikuwa kushirikiana nasi na kuendelea kutuunga mkono bega kwa bega kwenye ujenzi wa maendeleo. Nawasilisha. Kidumu Chama cha Mapinduzi! <laughs>